Niende moja kwa moja kwenye ishu ya ishu ya bunge la, la EU kuhusu kujadili Tanzania. Kwanza tu niseme ni utaratibu ni utaratibu ya, wa bunge la EU kupitia kamati yake ya Foreign Affairs kujadili nchi mbalimbali mbali ambazo wana mahusiano nazo na especially zile ambazo zinapata misaada au zinapata mikopo au uh, kupitia programu zao mbalimbali kwa hiyo ni utaratibu wao huko hivyo, kwa sio kitu cha ajabu kwamba Tanzania kudiskasiwa, na juzi haikudiskasiwa Tanzania tu, haikujadiliwa Tanzania tu, ijadiliwa na Ethiopia pia, maybe na nchi nyingine ambazo hazikusikiliza kwa tu hiyo tuspaniki kwamba sio kitu cha kawaida, it's a normal thing. Hiyo ni moja, lakini uh, uh, katika katika ku, kusikiliza ku, hiyo hotuba yao kulikuwa na different concerns ambazo alizirais, uh, mwenyekiti wa kamati David McAllister. Na kati ya concern mojawapo ambazo alizirais ni issue ya democracy, issue ya political kuwa ban political activity Tanzania, issue ya uh, viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na wanachama kushikiliwa kuwa ndani lakini pia ishu ya ya, ya, ya mwenyekiti huwa ndani na alimenshon kabisa this is political it's politically motivated there is no grounds, there is no legal grounds. Alisema kabisa openly, yani hakutafuna haku, haku maneno. Lakini kitu kingine ambacho alikisema ni kuhusu kuhusu ugaidi, alikuwa anataka kujua hali ya usalama katika nchi yetu, akaongelea kwani ya ya ya, ya, ya, ya, ya Mozambiki lakini akataka kujua ishu iliyotokea Meatu kwamba kulikuwa na barua ya polisi iliyosema kwamba kuna ugaidi kwa, this was the major concern ambazo David Makris wakati anafanya introduction alizi raise na akataka yule uh, head wa, external, uh, wa external actions for Africa wa EU aweze kuzi, kuzi, kuzijibu na na mtu mwingine, watu wawili. Watu wa mmoja alijibu upande wa uchumi yule yule yule yule yule baba. Sasa wakati anajaribu kujibu yule mama, mama Radhamdada alijaribu kusema vitu vifuatavyo, na nimevinote down. Kwanza alionyesha kwamba kuna improvement kutoka kwenye regime ya Magufuli na mpaka sasa hivi na kati ya vitu alivyo point out akasema, kwamba kuna kuna mtazamo tofauti wa covid management na sasa hivi tumepokea chanjo watu milioni moja, wameshachanjwa tumepokea mkopo wa IMF wa kudili na, na covid sasa hivi tunatoa taarifa kila kila wiki na vitu kama hivi, lakini akaongelea pia engagement ya Tanzania na mataifa mbalimbali na rais ameshasafiri kwenda nchi su Uganda, Rwanda na nini, akasema rais alikuwepo unga akasema pia mm, akaongelea issue ya nini tena okay, akaongelea pia kuna kuna improvement ya freedom of media na vitu kama hivyo, na hiyo sera ya ya, wananchi imekuwa imebadilishwa ya wanafunzi kurudi shuleni, lakini cha ajabu ni kwamba hakurei hakurespondi kwenye zile vitu aliongea, swala la covid like covid pia like COVID. Yeah, yeah, hiyo ni limitation lakini kitu ambacho kimenisikitisha yule dada hakurespondi kwa hizi issue alizokuwa ame ameraise. Uh, David hakuongelea issue ya political leaders op uh, na opposition kuwa ndani, hakuongelea swala la ugaidi, hakuongelea swala la uh, kuwa bando political activities na of course baadaye mara ya pili alikuja ku mention kwamba uh, issue ya Mbowe uh, mabalozi mbalimbali they are being following up na kuna dialogue inaendelea ku, uh, na na, na, na, na, na, na, na, na, na authorities from Tanzania na akaahidi kwamba anaendelea kufanya kufanya uh, ni, mani, dialogue kuhakikisha kwamba uh, position ina improve na nini na nini, na akasema kwamba it's only it's only 8 months tangu Samia amechukua amechukua uongozi uh, kwa hiyo i think ni kama vile tumpe tu, tu, muda na nini kujiposition kwenye nafasi yake na vitu kama hivyo. Lakini kitu ambacho mimi nilishangaa yani, you have eight months kufanya hivyo vitu vyote, lakini unashindwa kudili na democracy eh, yani mama Samia amefanya vitu vyote yani, dada, mimi kwa kweli nilishangaa, ameweza kufanya hivi vitu vyote karibia vitu saba ambavyo ni positive ameshindwaje kudili na swala moja kubwa ambalo linabeba hivi vitu vyote, demokrasia? Ambapo ukiongelea demokrasia ndo unaongea mambo hayo o ya uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kufanya siasa, pamoja na kesi ya Mbowe. Kwa hiyo ameweza ndani ya miezi nane ameweza kufanya vitu vyote, ameshindwa kudili na na, na na kitu kinachohusu kinacho haki za, za, za wanasiasa eh? kwa hiyo hiyo ni, ni kitu ambacho niliona ni yule dada alijaribu sana kukiavoid, mara mbili. Mara ya kwanza alipojibu nani alivyokuwa anatoa ripoti yake ambayo alikuwa anaisoma, mara ya pili alikuwa na respond from different, uh, different speakers ambao walikuwa wamechangia. Sasa nirudi kwenye uh, wachangiaji uh, wachangiaji walichangia wachangiaji wanne na wote wanne wote wanne walionyesha concern na hali ya Tanzania, wote wanne in terms of democracy, ingawa wawili kati ya wanne walisema kwamba tunaona kuna improvement pamoja na changamoto zilizopo, lakini tunaona kuna improvement waka, na wakaanza kuongea issue za covid na hiyo ya watoto shule na na, na Tanzania na, na rais kwenda UN, lakini wawili eh, wawili walikuwa very straight na mmoja, mara kwanza alisema hivi, aliuliza are we putting conditions kwenye hizi agreement tunazoingia nao. Aliuliza swali, ingawa alipokuja kujibu yule yule mwakilishi wa Afrika kwenye external affairs haku respond. Alitaka kujua yeah, je, hizi pesa za walipakodi wa EU ambazo tunawapa tunawekea masharti yote Akaja mama mmoja ambaye al, al, al, alikuwa anakuwa translated. Yeye alisema kabisa kwamba anaungana na previous speaker kwamba before we grant we, we anything we should we should put proposals to Tanzania, na kabla hawaja accept au hakijawapa misaada they should be able kupitia hizo proposal na tukubaliane, yani isiwe as as business as usual, kwa hiyo kamati nzima ilionekana generally, kamati nzima ilionekana kwamba kuna concern, na watu wawili walikuwa na uelekeo kwamba Tanzania wekewe masharti ya kupata misaada, not sanctions, masharti kwamba uh, before you, you you get this lazima labda uhakikishe kuna freedom of speech kuna freedom of expression freedom of media freedom of political parties doing their activities na vitu kama hivyo. Kwa hiyo generally it is a concern kwenye hilo uh, kwenye hiyo kamati na bunge la EU, na alisema haitakuwa last time. David macri alisema haitakuwa last time to discuss to discuss Tanzania, na alisema I hope mwishoni, wakati anatoa remarks, I hope hizo dialogue zitaleta nini zitaleta matunda na hata penda kurudia kuandika barua, kwa sababu aliuliza hivi what what else else are we doing, what else are we doing apart from writing memos uh, na yes loud and clear yeah, what else are we doing apart from writing memos, it seems like kunakuwa na exchange of memos kati ya serikali ya Tanzania na, na na, EU ambazo inaonekana hazizai matunda, ndio maana David anasema hii ni business ni business as usual, na kwamba anategemea kuwe na matokeo tofauti ambayo yamekuwa yaki yamekuwa yamekuwa yakiendelea yaki so Uh, na kitu kingine ambacho David alisema aliuliza has EU written to Miss Samia Slu to ask to release uh, to unconditionally release a Freeman Mbowe? Hilo swali akasema question mark. Kwamba hilo swali linahitaji majibu, lakini yule head of foreign affairs wa Afrika hakuja kulijibu hakurespondi kwa hiyo, tunaona kabisa purposely huyu huyu mdada si mama alikuwa anajaribu ku, ku, ku, kutokujibu au kudivert kwenye masuala yanayohusu demokrasia na swala linalohusu kesi ya Mbowe. Lakini nimesikia mtu anasema kwamba uh, anasema kwamba Lissu anafanya lobbying na kwamba sisi we are being sponsored by IDU. Sikuelewa Connection ya IDU na na na na, na McAllister kwamba Lissu alikutana na McAllister. Labda tu niseme hakuna kitu ambacho kinafanyika Tanzania wazungu hawajui, actually they get the information before us. Alafu Lissu hakuenda kuonana na, na David McAllister kwa kwa maana ya kujificha, hakujificha, na ndio maana hata David amesema kwenye bunge kwamba Lissu kiongozi wa opposition alikuja na alisema moja mbili tatu, na amesema amekuwa na contact na watu wengi, have friends have what eh, ambao anazungumza nao na anajua situation ya Tanzania. Kwao haikuwa siri kwamba Lissu alienda kujificha, kenda kusema kuhusu kesi ya Mbowe au situation ya Tanzania jinsi ilivyo in terms of democracy na mambo mengine. Sasa kusema kwamba Lissu sio amefanya lobby, amfani je, kitu kilichosemwa ni ukweli au ni uongo?